Shughuli ya siku ya leo ni kukabidhi, lakini pia na kuzindua jengo la polisi la dawati ya jinsia aa, pamoja na wanawake na watoto pa katika jengo hili litaweza kusaidia kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia pasipo kubagua hali ya mwananchi yoyote au ya mwanamke yoyote au ya msichana aa, hali yake ya kimwili ama ya kimaumbile iko vipi. Uzinduzi huu umepatana na utoaji wa elimu kwa jamii pa kuwapatia uelewa juu ya uwepo wa ofisi za dawati la jinsia na watoto hapa Madema, kwa maana kwamba sio tu waone jengo lipo, lakini waelewe kwamba jengo hilo lipo. Na elimu hii imetolewa kwa shehia, kwenye sheria, kwenye mashule na vipindi redioni, ambapo wahanga wakubwa wa matukio haya ni watoto na wanawake. Kwa hiyo matukio kama haya hayapashi kufumbiwa macho, kila mmoja anapaswa kutoa kupaza sauti. Zanzibar na Tanzania kwa ujumla zimepiga hatua katika kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto.